Kama unataka kutengeneza video kwa kutumia AI za Kiswahili, hatimaye nimekuta maji, angalau ninywe maji, nipige na nyeto, ili nipate nguvu ya kusonga mbele. Baba Andrea, hiki choo nakijaza ovyo mno. hapa si kwangu bwana, wewe kwenda sana. Na kwenye hii video nitakusaidia jinsi gani ya kutumia Veo 3 na jinsi gani ya kutengeneza video nzuri kwa kutumia Veo 3. Kuna mambo ambayo sikuelezea na watu wanauliza sana. Utagusa link kwenye comment au description, utaingia sehemu kama hii, ambapo ni Google Flow. Utagusa create with flow hapa chini. Ukienda kwenye create with flow, utaambiwa sign in with Google kama una account nyingi, lakini kama una account moja, itakuwa ime sign in moja kwa moja. Utaminya next, utaenda chini mpaka mwisho, kisha utaminya continue. Utakutana na sehemu kama hii. Sehemu hii utagusa hii batani ya subscribe hapa moja niguse kwenye akaunti yangu akaunti yangu imeandikiwa zero AI credit na imeandikiwa upgrade d. Kwa hiyo ndachokifanya mimi nitaenda kwenye subscribe. Kwa nini tunaenda huku, hatuendi kulipia? Watu wanalalamika sana uh, Google wanatoa free trial, yani wanatoa unaweza kujaribu kwa mwezi mmoja bila kulipia, so TZS elfu hamsini. Kama upo Kenya uta, utaandikiwa pesa ya Kenya, lakini utaandikiwa sifuri kiwango, maana yake ni free trial. Utagusa Get Google AI Pro. Utagusa hiyo sehemu utaagree, kisha utafanya kitu cha makini sana. Kuwa makini sana kwenye hiki kitu ambacho nakwenda kukifanya hapa. Wengi wanalaumu hivi vitu vyote vinafanana. Ukigusa add credit or debit card na ukigusa pay on your phone ni vitu ambavyo havina utofauti, lazima uweke kadi. Utagusa add credit or debit card, usiguse kwenye phone. Ukigusa hapo utaenda kuweka kadi ambayo kadi hii wamesha kuwekea hapa aina ya kadi ni Express hizo, kuna Mastercard, kuna Visa. Kwa hiyo na kadi za Visa zinapatikana njia, kwa njia nyingi. Unaweza ukaingia kwenye Mpesa uka request kadi ya Visa, unaweza ukaingia kwenye Mpesa uka request kadi yoyote ile. Kwenye Airtel Money uka request kadi, inaweza kuwa Mastercard au Visa, na hiyo kadi inakuwa na namba kadhaa, zinakuwa zipo hapo. Mimi naleta autofill kwa kwa sababu tayari nimeconnect kadi ambayo nimeiweka nikigusa tu continue, najiweka kwa sababu nishawaifanye hiki kitendo. Unaona, imeniletea sehemu hii ambapo ni subscribe. Kuwa makini sana, usije ukalipia hapa, yani unabidi utumie pia kadi ambayo haina kitu ndani kwa sababu utasubscribe. Ukisha subscribe inabidi utoe kadi. Umeshaona imeandika subscribed, kwa hiyo unachokwenda kukifanya baadaye ni kudisconnect kadi yako hapa ili wasije wakakukata pesa mbeleni. Okay, hapa ameshaandikia nimeshafanikiwa, go to flow, naweza nikaanza kutengeneza, lakini nataka nikuelekeze vitu viwili vya muhimu. Cha kwanza, nimeshaandikiwa, nimepewa token hizo credit elfu moja utaingia utaingia kwenye Play Store. Ukiingia kwenye Play Store kama hivi, utakuta akaunti yako imewekewa duara hivi, kama ilivyowekewa yangu. Duara hili linamaanisha unatumia Google Pro. Google Pro maana yake unapewa vitu fulani ambavyo vinaongezewa, ikiwemo na kutumia AI ya Google ambayo ndio itatumika kutengeneza video, na nitakwenda kuelekeza namna gani ya kutengeneza video nzuri. Ukiona hivi, utaingia sehemu imeandikwa payment and subscriptions, utaenda kwenye subscriptions, utakuta hii kitu imeandikwa Google One iko active, hakikisha una cancel, cancel subscription. Hiki ni kitu ambacho lazima ukifanya, usipofanya hivi, usipofanya hiki kitendo, wanaweza wakakukata pesa yako siku, ukija mwezi ukiisha, utakukata pesa ukija kuweka. So ni kitu muhimu kufanya, lakini kama utataka kuendelea kutumia utakuwa una subscribe, na bei yao ni hiyo kwa Tanzania kama kifurushi kitaisha, hiki cha bure. Kitu kingine, ninachokwenda kukifanya sasa, ni kutengeneza video. Kwenye kutengeneza video, maswali ambayo napokea ni kwamba nawezaje kutengeneza video ambazo zinafanana, yani character afanane kwa sababu kuna watu wameona zile video za nyani ninazoposti na baadhi ya video wanahisi uh, unaweza kutengeneza character ambaye anafanana. Issue ni kwamba ngoja niingie hapo kwenye kwamba huwezi kutengeneza character anayefanana kwenye Flow, kwamba, kwenye Google. Unatengeneza character ambaye ana vitu vinafanana. Kwa mfano, huyu ni character niliyemtengeneza. Uh, unaona ni nyani, ni kama anafanana, ila afanane ni nyani tofauti kabisa. Ila nimeweka vitu vinavyofanana kwenye kila prompt nimeweka vibegi ni lenye rangi ya kaki kwenye kila prompt, nimeweka vivest yenye rangi ya dark blue. So hivyo ni vitu ambavyo vinafanana na vinamfanya mtu ahisi ni ni character anayefanana. Kwa hiyo kama wewe unatengeneza video maybe, kwa mfano, zile za mzungu maskini, ni character ambaye hafanani, ni kila video ni character tofauti, ila kuna vitu ambavyo vinafanana, vina maybe amevaa t-shirt yenye jina fulani, t-shirt yake imeandikwa kitu fulani. Uh, maybe anavaa bukta kila time. Na kufanya hivyo inabidi, kwa mfano, ngoja niende chini kabisa. Prompti yangu ni hii hapa, inakuwa na, inakuwa na sekta tofauti tofauti: mwonekano, mazingira na vitendo. Hivi ni vitu muhimu vitatu, inabidi uzingatie mwonekano, mazingira na vitendo. Scene, location. Location ni wapi? Nishaelezea, location ni sehemu fulani yenye maji maji, yenye maji kuna vitu kama hivyo. Muda ni mchana, kuna kamwanga fulani hivi. Muonekano wa gorila. Ah, hii nilikosea, hii ni na sikuandika peke yangu kwa sababu kuandika prompt ndefu kama hii inabidi kwa msaada wa AI. Kwa hiyo unaweza ukaandika kwa Kiswahili kisha AI ikachange ikuandikie kwa Kiingereza imevaa hoodie, kisha vitendo, inafanya kitu fulani, unaandika kila kitu unachokitaka. Kamera awe ameshikilia mkononi, maybe ameiweka chini, iwe ni selfie. Focus iwe video ya karibu. Dialogue, nimeandika dialogue yangu hapo, ambayo hii ndo kama hiyo, naiona visual hivi. Na hizi ni prompti. Kama unataka prompti za mfano nitakuwa na post kwenye Telegram account yetu kama kawaida, na kwenye WhatsApp nitakuwa na post prompti za mfano ambazo unaweza kuzitumia ukazichange ukamodify ukatengeneza video yako. Na maybe unataka utengeneze video tofauti. Kama hapa nimeandika imeandika gorilla character, unaweza kaandika character peke yake, kisha kaelezea character wako ni wa aina gani. Maybe ni mdada. Kwa iyo, ukitaka utengeneze character yule yule kila time itabidi ukopi hapa, utakopi hapa kwenye character, kisha utakuwa una modify sehemu ya kame, ya hivi uta modify hivi vingine. Maana yake una copy prompt nzima kila unapotaka utengeneze clip nyingine, una paste prompt nzima alafu una modify baadhi ya sehemu unazotaka zibadilike. Maana yake atakuwa na nguo zile zile, japo atakuwa ni character tofauti, ila atakuwa na vitu vingi vya watu wataisi ni character mmoja Okay, na ishu nyingine gusa hii sehemu, chagua Veo 3 fast talk text to video kisha chagua one video output. Ukiona itoi video, itoi sauti, kwa sababu umechagua Veo 3, chagua hapo nilipochagua mimi, itatoa sauti. Na sometimes isipotoa sauti hata kwenye Veo 3, jaribu ku refresh, itatoa sauti. Ukimaliza uta run, uta download video yako uta... issue nyingine niliyogundua ni kwamba watu wanataka video, yani video hiyo ndefu. Ngoja nikuambie kitu kimoja, ni kwamba hizi AI haziwezi zikakufanyia kila kitu, zinategemea sana akili yako na juhudi zako na kila kitu, ujanja wako wewe. Sisi tukusaidia kufahamu mambo mengi kuhusiana na hizi, hizi issue, lakini bado itata, itataka uwe mbunifu, itataka uwe umechangamsha akili na kuamua unataka utengeneze kitu gani, ili ukipate kitu unachokihitaji so Ishu ya kusema sekunde ni nane, ni kweli sekunde ni nane, kwa sababu kutoa sekunde nyingi kwa AI ni ishu sana. Kwa hiyo sekunde zinatoka nane kwenye kila clip, kwa mimi, ninachofanya huwa naunga unga hizo clip za sekunde nane. Na kama ujasubscribe unapita na mengi sana, kwa sababu sisi tunakufanya mambo kama haya kwa lugha ya Kiswahili kwa kueleweka zaidi, na pia tunamsikiliza mtazamaji. Toa comment Nitajibu kila comment, nitasoma kila comment. Thanks for watching.